Chetu kimetoa heshima maalum ya kusoma maazimio ya kamati kuu ya chama chetu katika kipindi hiki kwa kutumia eh, umma huu wa wanafunzi wa vyuo vikuu na kuonesha thamani yenu kubwa kwa nchi yetu. Mwaka 2007 nilikuwa mwanafunzi pale Sauti, mwaka wa pili. Wakati huo, Mheshimiwa John Mnyika alikuwa mkurugenzi wetu wa vijana. Tukafanya kongamano kubwa sana la kwanza kabisa kwenye vyuo vya Mwanza, tukamwalika mwenyekiti wetu wa taifa wakati ule, Mheshimiwa Freeman Mbowe. Na wakaja pale. Na marehemu Chacha wangu alikuwa mbunge wetu wa Tarime, akaja Mheshimiwa John Mnyika mkurugenzi wa vijana, akaja bwana mmoja alikuwa anaitwa Danda Juju Martin, alikuwa anatoka makao makuu ya chama wakati ule. Mimi nilikuwa katibu wa tawi la CHASO kama nyie, mwaka elfu mbili na saba na, na dreams zangu ilikuwa ni kuwa kiongozi tubadilishe nchi hii ambayo ni nzuri sana, ambayo ina kila kitu, lakini kwa sababu ya uongozi mbovu wa hovyo, watu wetu ni maskini, watu wetu wanateseka, tunaishi maisha tusiyostahili kwa sababu ya uongozi, na ndoto hiyo imeishi ndani yangu mpaka leo, mpaka tukapofanikisha hilo jambo, na mimi naamini tutafanikisha. Vijana katika nchi hii wa umri wa miaka 15 mpaka 35 wako milioni 21.3, asilimia 34 ya watu wote wa nchi. Kwa hiyo nchi hii ni ya kwenu. Nyie ni wengi kuliko lika yoyote katika nchi hii. Nyie ndio watu mnapaswa kufaidi nchi hii kuliko mtu yoyote kwa sababu mna kesho nyingi naa mna maisha ambayo mnapaswa kuyaishi marefu zaidi, na sitaki kwenda kwa njia hiyo kwa sababu tutaongea mambo mengi baadaye, lakini seme kwa kwanza, kabla sijaanza kusoma maazimio kama ya kamati kuu wewe Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano, baada ya majadiliano na tafakari ya kina ya kimkakati imefikia maazimio yafuatayo. Moja. Kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, na kwa sababu hana mamlaka ya hana mamlaka ya kupokea kusikiliza kufanyia maamuzi mararamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake baada ya kamati kuu kutafakari imesema ni batili na haitafuata maamuzi hayo aliyofanya. Anatumia kodi ya muhimu kusema mbele yenu kwamba msajili amejigeuza E, kamati rufaa ya rufaa ya chama chetu, katiba ya chama chetu haimpi ya hayo mamlaka, sheria inayoisimamia ya haimpi hayo mamlaka e, katiba ya nchi haimpi ya hayo mamlaka. Kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi ya, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio wananamikaji wa kumtumia huyo mtu ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi alafu wao ndio wanatuhukumu. Chama chetu hakiko kwenye hizo levo, kimekataa kufata maagizo hayo. Na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe ishirini na tatu mwezi wa kwanza mwaka huu full stop Kwayo, rakwanza, ambaro, kwa hiyo hilo ni azimio la kwanza la kamati kuu ya chama chetu ambalo imetafakari kwa kina na kwa sababu hatujavunja sheria yoyote. Kwa kutumia hadhara hii Watanzania wajue hivyo na huo ndio msimamo, hatutarudi nyuma hata nukta moja. Azimio la pili, kamati kuu ya chama imeazimia kuwa ziara ya no reforms, no election inayoendelea katika kanda zilizosalia. Sasa kama titu ya chama imepitisha ziara ya operation kwa kanda sita kama ifatavyo ifa kanda ya kaskazini ziara ya No Reform itaanza tarehe 28 Mei hadi tarehe 1 Juni, yani kesho kuto tarehe 28 mpaka tarehe 1 Juni, tutabreak tarudi Dar es Salaam kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti. Baada ya hapo tunakwenda kanda ya kati, na baada ya kanda ya kati tutaenda kanda ya magharibi, kanda ya, kanda ya pemba kanda ya Unguja na tukamalizia kanda ya Pwani. Kwa hiyo ziara ya no reforms no election imebarikiwa na kamati kuu ya chama chetu, na chama tumesema tusonge mbele, hakuna kurudi nyuma. Ndugu zangu wasomi, kwenye hii ni aibu, ni aibu kwamba hii mtu anayesema tufanye reforms ambazo rais mwenyewe alizungumza for ara. Mtu anayemwambia rais kwamba kumbuka ulichotuahidi, kwamba tunahitaji reform, tunahitaji resilience, uvumilivu wako tukukosoe na serikali yako, kwa sababu nchi hii sio mali yako binafsi, hujatoka nayo kwenu tuzimkazi. Hii ni nchi yetu sote. Mtu anayemwambia ulisema utafanya rebuild anakamatwa kwa kesi ya uongo anapewa kesi ya uhaini na sisi wengine tunatishiwa. Tunajua tuko kwenye rada, lakini hatutarudi nyuma na hatutaogopa hata dakika moja. Hii kazi lazima <tipatikana> tuiendelee. Ni aibu kwamba kura zimeibiwa wazi, Rais yuko, kuna kura feki, Rais hajazungumza, waziri mkuu yuko vyombo vya ulinzi na usalama idara ya usalama wa taifa ipo, kura zimeibiwa, zimekutwa kura feki, watu wako kimya. Maana yake tunageuza taifa hili kuwa taifa la majizi ambao wanaona wizi ni kitu cha kawaida, na tunaweza kufumbiwa macho kama wanavyojaribu kufanya. Chadema tumekataa jambo hilo na hatutakubaliana nalo.